Chama cha Mapinduzi, ndugu mwenyekiti wa CCM kata ya Manyamanyama Mredi Masige, ndugu katibu wa CCM Chama cha Mapinduzi kata ya Manyamanyama, ndugu zangu wajumbe wa mkutano mkuu na halmashauri kuu iliyoboreshwa, nimesimama mbele yenu kwa heshima kubwa, taadhima na unyenyekevu kufanya jambo moja tu, na jambo hili sio jingine ni kurudisha kwenu mrejesho kwa kile mlichonipa kutekeleza kwa kipindi cha miaka mitano. Si nasema tumefanya, mimi na sisi tumefanya, kwa sababu nilichokuwa nakitekeleza ni Ilani ya Chama cha Mapinduzi, CCM, na wala si vinginevyo. Baada ya kusema hayo, naomba kuleta kwenu taarifa ya utekelezaji wa miradi ya kimaendeleo kwenye kata yetu ya Manyamanyama kwa kipindi cha miaka ni tano. Elimu msingi mwaka 2020 2021 20, 20, tulipokea kiasi cha shilingi milioni kumi na tatu laki mbili kwa ajili ya ujenzi wa choo matundu kumi. Hali ya mradi imekamilika. Chanzo cha fedha ilikuwa ni mapato ya ni, ni serikali kuu Milioni 13 laki mbili fedha hii tulielekeza matundu kumi shule ya msingi Mgaja. 2020 2021 20, 20, mwaka 2020 20, 2022 2023 20, 20, tulipokea Tanzania, shilingi milioni 20 kwa ajili ya kujenga chumba cha madarasa kimoja katika shule ya msingi Mgaja, mradi umekamilika. Chanzo cha fedha ni serikali kuu 2022 2023. Tulipokea fedha zingine milioni 50 kwa ajili ya kujenga vyumba viwili vya madarasa na matundu matatu ya vyoo katika shule ya msingi Mgaja mradi umekamilika. Chanzo cha fedha ni mradi wa boost Mwaka ishirini ishirini na tatu ishirini ishirini na nne tulipokea fedha shilingi laki tisa kwa ajili ya kutengeneza madawati kumi na tano katika shule ya msingi Mgaja. Chanzo cha hali ya mradi, madawati yanatumika. Chanzo cha hii fedha shilingi laki 9 ni mfuko wa jimbo. shira msingi Mbugani, mwaka 2020 2021 tulipokea fedha ambazo ni Tanzania shilingi milioni 12 na laki 5 kwa ajili ya ukamilishaji wa chumba cha darasa hivi vyumba vilikuwa vimejengwa na nguvu za wananchi wakati naingia madarakani. Kulikuwa na vyumba viwili vimejengwa na nguvu za wananchi havijakamilika. Kwa hiyo tukatafuta fedha tukapata milioni kumi na mbili laki tano kwa ajili ya ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa. Hali ya mradi, mradi umekamilika, unafanya kazi. Chanzo cha fedha ni P4R ndio iliyotoa fedha hizi na kutupatia. Mwaka 2022, 2023 tulipata tena fedha shilingi milioni kumi na mbili na laki tano kwa ajili ya ukamilishaji wa chumba kile kingine kilikuwa kimebaki. Hali ya mradi chumba kimekamilika kinafanya kazi, chanzo cha fedha ilikuwa ni serikali kuu. Mwaka 2024 2025 tumepokea tena fedha shilingi milioni mia moja thelathini na mbili na laki saba kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vine vya madarasa katika shule ya msingi mbugani na matundu kumi na mawili ya vyoo katika mchanganuo ufuatao: katika vyumba vine, vyumba viwili tulikuwa tunaboresha shule yetu ya msingi Mbugani, lakini tulikuwa tunaanzisha shule ya awali katika shule yetu ya msingi Mbugani kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu wale wa awali. Miradi yote miwili imekamilika. Kwa hiyo fedha na chanzo cha fedha au chanzo cha upatikanaji wa fedha hizi ni mradi wa boosti elimu sekondari. Tarehe kumi na nne mwezi wa nne, moja, arobaini, wa nne 2021 tulipokea fedha shilingi milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi. Hali ya mradi, mradi umekamilika na unafanya kazi. Chanzo cha fedha hii ilikuwa ni Covid 19 ndio tulipata hizo fedha shilingi milioni 40. Tarehe Julai 2021 tulipokea fedha zingine shilingi milioni hamsini kwa ajili ya ujenzi wa maabara ya kisasa kabisa katika shule yetu ya sekondari Manyamanyama. chanzo mradi huu pia umekamilika, maabara inafanya kazi. Chanzo cha fedha hii ni serikali kuu. Ishirini ishirini na moja tulipokea tena fedha zingine Tanzania, shilingi milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa. Mradi umekamilika na vyumba vinafanya kazi. Chanzo cha fedha hizi ni EP4R. Mwaka ishirini ishirini na mbili tulipokea fedha zingine ambazo ni milioni ishirini na mbili laki tano na hamsini na tisa elfu kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa vyumba viwili. Wakati mnanichagua kuwa mwakilishi wenu, kulikuwa na vyumba vilikuwa havijakamilika, kwa hiyo tulivyovimalizia vikawa tu tumeezeka vimekaa hapo. Baadaye tulitafuta fedha kwenye vyanzo vyetu kapata fedha Tanzania shilingi milioni 22 laki tano na hamsini na tisa elfu kwa ajili kukamilisha vile vyumba vilivyokuwa vya wananchi. Chanzo cha fedha hizi milioni 22 laki tano na hamsini na tisa ilikuwa ni mapato yetu ya ndani ya halmashauri mwaka 2022. Hiyo hiyo mwezi wa tisa tulipokea fedha shilingi milioni mia moja kwa ajili ya, ya, cha ya ujenzi wa vyumba vitano vya madarasa. Mradi umekamilika, vyumba vinafanya kazi hadi sasa. Chanzo cha fedha hii ni serikali kuu. Mwaka ishirini na tatu ishirini na nne tumepokea fedha pia shilingi milioni mia moja kumi na nne na laki nne kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vinne na matundu manane ya vyoo. Mradi umekamilika, vyumba vine vinafanya kazi. Manyamanyama sekondari matundu ya vyoo yanafanya kazi. Chanzo cha fedha hii ni serikali kuu. Afya, katika kipindi changu cha miaka mitano fanikiwa kupata fedha Tanzania shilingi milioni 78 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la X-ray katika hospitali yetu ya Manyamanyama. mradi umekamilika. mradi umekamilika na unafanya kazi. Chanzo cha fedha ni mapato yetu ya ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Lakini hapo kwa kuongeza, waheshimiwa wajumbe pamoja na kwamba tulijenga jengo la na tukafunga inafanya kazi lakini mpaka sasa tumeshafunga na ultrasound. Kwa hiyo wale wakinamama wenye matatizo h napatikana katia hospitalietu elfu mbili na ishiina tatu tulipokea fedha Tanzania shilingi milioni kumi na tano laki sita na hamsini elfu kwa ajili ya rabati nyumba ya, ya daktari katika hospitali yetu ya Manyamanyama. Nyumba imekamilika, bado vitu vichache kama furniture na miundombinu kidogo, ili daktari wetu aweze kuhamia kwenye nyumba ya daktari. miundombinu kwa muda wa ishirini ishirini katika kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi CCM katika kata ya manyamanyama tumefanikiwa. Idara ya miundombinu tumefanikiwa kupokea fedha upande wa barabara, yani miradi ambayo imeletwa kwenye kata yetu ya, ya Manyamanyama. Miradi iliyotekelezwa ina thamani ya milioni 91 na laki sita kwa kipindi cha miaka mitano katika kata yetu ya Manyamanyama, upande wa miundombinu idara ya barabara. Kazi iliyofanyika ni kuboresha barabara zilizo kuwepo, kufungua barabara mpya ambazo tumezifungua, kiwemo hii hapa. Hii barabara inaenda kuunga kung'ombe, hiyo ni barabara mpya imefunguliwa. Na barabara pale ya Machilu Road ambayo inaelekea sekondari ya Manyamanyama ilifunguliwa mpya. Tumefungua barabara ya Sabaganga Road na sasa fedha zipo, kuna barabara inaenda pia kufunguliwa kwa sababu tunaendelea nayo kuna barabara inayotutenga sisi na magereza. Wakati tunataka kuifungua ile, leta changamoto kidogo ya watu wa magereza, wana tabia kuingia sana kwetu. Kwa hiyo kwa na mgogoro kidogo, tushautatua kwa wakati wowote, nafikiri ile barabara pia itafunguliwa mpya. Kwa hiyo barabara zitakazofunguliwa na hiyo itafunguliwa, lakini kwenye bajeti kuna barabara ya Kamata Road nayo tunategemea kuifungua, lakini ingawa kuna changamoto kidogo, tunaiweka sawa kwenye hiyo barabara ili tuweze kuifungua changamoto hiyo pia, kwa sababu nyinyi ndio wenye chama. Barabara ile wakati wanataka kuipima waliipima kufika pale kwa Saguda wakaipindisha kuipandisha kwenye barabara ya Sazira. Kitu ambacho kwenye ramani zetu za mipango miji haisomi. Hiyo barabara inatoka kwa mzee Kamata inaenda opposite na Juma Mkwasi au kwa Majigwa. Nikisema hivyo wengi mnaelewa, si ndio? Mm. Kwa hiyo barabara silikuwa ni panda njia. Si mnalijua jamani, ng'ombe ziko zinapita. Mm. Sasa barabara hiyo inatakiwa tuilime kutoka kwa mzee Kamata mpaka kwenye mastoo ya Kitaramaka ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza tuna plani kuilima kutoka kwa mzee Kamata mpaka pale kwenye barabara ya Sazira. Awamu ingine tutaomba tena fedha, tutatafuta fedha kwa ajili ya kutoa pale barabara kuifungua kule. Sasa pale kuna changamoto kidogo tunaziweka sawa, zikishakaa vizuri barabara. Ndugu zanguni mbinu pia tumepata fedha Tanzania shiriki, kwa ajili ya ujenzi wa soko la Manyamanyama. Lakini soko hili tuta, tunaanzisha pale ujenzi. Tumepata fedha kutoka mfuko wa jimbo shilingi milioni nne na laki tano tumeanzisha pale soko na sasa ujenzi unaendelea, lakini vifaa vilivyokuwa navyo vilikuwa vimepungua, lakini tumejipanga nafikiri kuna vifaa na vinaingia leo muda wowote, na tunaendelea na ratiba ya kukamilisha ujenzi pale wa soko Ndugu zangu za tulipata fedha milioni nne na laki tano, hizo fedha huwa ni za mfuko wa jimbo. Mfuko wa jimbo serikali kuu inarudisha fedha kwenye jimbo kwa maana kwenye kata yake. Mfuko wa jimbo kishapokea zile fedha, kuna kamati ya mfuko wa jimbo ya madiwani, huwa tunakaa tunaelekeza kama nilivyowasomea huko, mara hizi tupeleke kwenye madawati, hizi tupeleke labda kwenye nini, hizi tupeleke kwenye, kwenye kamishaji wa vyo. Sasa mwaka huu wakati fedha inaingia inaingia mwezi wa kwanza, tukashauriana waheshimiwa madiwani Tukasema kila diwani saizi anaenda kukamilisha miaka mitano. Na kila diwani anakwenda kutengeneza siasa kwenye kata yake. Kwa hiyo tukakubaliana, fedha iliyoingia ilikuwa ni shilingi milioni hamsini na mbili tukaigawana, kila tukasema, tunapiga pasu kila diwani aondoke na chake. Kwa hiyo tukapata milioni nne laki tano. Nikaja kwenye kata nikakaa na kamati yangu ya maendeleo ya kata, nikawashawishi, kwa sasa Manyamanyama changamoto yetu kubwa ni soko, ni vipi tukitengeneza soko kwa sababu soko Naomba hii elimu ieleweke. Soko letu la kata linajengwa na mapato ya ndani ya halmashauri. Sasa ukitaja mapato ya ndani tunakusanya mapato ni sisi wenyewe madiwani. Tunapokaa kule kwenye kamati ya fedha unaona kabisa mna nini. Kwa hiyo pale hata kama una hoja zako za ujenzi wa soko mwenye Manyamanyama zinaisha kwa sababu unapoona bajeti ile mnayoipanga ya mapato yenu haiwezi kutosha wewe mkurugenzi wa kupata fedha kujenga soko. Na soko la kisasa linaanza milioni 100 hata na kuendelea. Kwa hiyo, ndugu zangu, wakati halmashauri tunaendelea kujii panga, kwa ajili ya kujenga soko la kisasa, mimi na kamati yangu ya maendeleo ya kata kwenye vitu wa tukasema, hapana, ni vizuri fedha hii. Sasa mawazo yangu niliyowapa, wakaniunga mkono, tupate hata soko angalau la kuanzia la muda, huku serikali na kutafuta fedha tukalizia. Na ndiyo maana tumeanzisha kujenga soko pale ambalo litatumika kwa ajili ya kata ya Manyamanyama. Tunayo miradi ya umeme nishati ishirini ishirini ishirini ishirini na tano, mamlaka ya nishati ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya TANESCO wamefanikiwa kutekeleza miradi, lakini hapa nitajumuisha na miradi inayoendelea kutekelezwa. Kuna miradi ambayo tumekwisha tekeleza, lakini kuna miradi mpaka sasa mkandarasi yuko site. Tunao mradi saizi wa ujazirishaji mbugani hapo kuelekea uwanja wa mpira mradi mkubwa pia lakini wa ujazilishaji na viunga vyake, lakini na miradi ya ujazilishaji ndio pata miwili kupeleka umeme Manyamanyama sekondari na viunga vyake kui, na kwa maana ile Nyamaki nayo itapata huo umeme wa ujazilishaji. Hivi navyozungumza mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Nafikiri jana walikuwa mtaa wa shuleni. Mwenyekiti sijui yuko, nafikiri huko wanaendelea au hawapo. Asante. Kwa hiyo mradi inayoendelea sasa hizi hiyo ni ya ujazilishaji. Kuna vitu hapa nataka kufafanua, lakini ninao mradi wa lea ambao haujaanza. Kwa hiyo mradi niliyokuwa nao kwenye kata yangu ilikuwa ni mmoja, mradi wa lea ambao tuliambiwa madiwani muone ni wapi pana changamoto. Mimi nilipendekeza mtaa wa Mbugani, kwa sababu mtanivumilia ndugu zangu, wana sisi, hata wakati naomba kura Mbugani niliwaahidi umeme. Sasa nilipopata ule mradi kupeleka mtaa ambao una changamoto kubwa ni ukweli usiopingika, sisi ni familia moja. Mbugani changamoto ilikuwa ni kubwa, yaelekeza mradi ule, walea, ule wa rea mtaa Mbugani. Mradi ule ungekuwa umetekeleza toka wow, mwezi wa kumi na mbili. Kilicho changamoto iliyochangia mradi ule wa rea wajatekeleza, wao wana mradi wa huo umeme wa kusambaza kwenye miji tu, lakini hawakuwa na bajeti ya umeme mkubwa. Sasa ili apeleke umeme kwenye zile kaya, lazima ateti kwenye umeme mkubwa, kwa hiyo wakasimama na baada ya kuwa nimepata hii miradi ya dharura hii ni fedha ya mama alitoa ya ujazilishaji ya dharura kwenye maeneo yenye changamoto kubwa. Na waliopata fedha hizi ni meneja wa TANESCO wa mkoa, na mimi nilifanikiwa kuandika maombi yangu mawili matatu, nilipata maombi mawili yalijibiwa, kwa maana ya kuomba sana kupeleka umeme kwenye taasisi ya Manyamanyama ya sekondari na kuomba kupeleka kwenye eh, mradi wa uwanja pale Manyamanyama, kwenye ile uwanja na maunga yake. Kwa hiyo tumefanikiwa kupata hiyo miradi inaendelea, lakini baadaye sasa, hao wenye miradi ya ujazishaji wao wamejenga umeme mkubwa, nafikiri mmeona kutoka shule msingi Bugani kwenda pale, huo ni umeme mkubwa. Saa hii sasa wameanza kusambaza nguzo ndogo, ili wasambazi kwenye majumba ule umeme, wakitoka, lea, umeme wa kawaida wakitoka hapo ataingia REA atat pale, umeme ule mkubwa sasa atawasambazia wananchi wengine. Kwa hiyo wananchi wale wa Mbugani, nyinyi wana CCM, kama wadau na mabalozi, mkitoka hapa muambie wasiwe na shaka, wote watapata umeme. Wana miradi sasa miwili badala ya moja. Kwa hiyo tumeboresha kiasi kwamba tungekomea eneo dogo, lakini sasa tutaenda mpaka Rugugu, nafikiri watu watapata umeme. Na unaona saizi tumejikita hapa ujazilishaji, lakini ule na thamani ukija sasa tunaanzia eh, mwenyekiti wangu analalamika sana. Tutaanzia kisiwani tunaenda hivyo, tutaenda mpaka Rubugu, watu wote watapata umeme huo, wale ambao hao wakitoka. Kwa hiyo mradi wa umeme huko mbugani eneo la uwanja na shule ya sekondari Manyamanyama. Unapotaka kuomba huo umeme kwenye miradi ya serikali, lazima uainishe huko kuna impact gani, unataka kupeleka umeme. Ina maana ndio maana tunazitaja zile taasisi, ukishaitaja taasisi, basi na wananchi wake wanafaidika. Jumla ya fedha ambazo miradi hii ikikamilika na miradi ambayo imeanza kukamilika, tutakuwa wa Tanesco, kwa maana ya serikali, itakuwa imetumia shilingi milioni 326 katika miradi yote hiyo mpaka itakapokuwa kamilika na wakandarasi wa kusaiti e, tunayo miradi. Tuna mradi wa maji tulipata, niliandika mwaka 2021 tarehe 28 mwezi wa tatu kwa waziri wa maji kuomba kupata mradi mkubwa wa tenki, kwa maana ya kwamba kata yetu kuna tenki moja hospitali ya Manyamanyama, lakini tenki lile lina ujazo wa lita 90,000 tu na ukiona mgaja inavyojengwa kiasi kwamba kiukweli tusingefika kwa hiyo tukaomba fedha tulipata majibu ishirini na tatu na tukapata fedha ishirini na nne ambapo waziri mwenye zamana alitupatia fedha Tanzania shilingi kwenye mradi wa maji wa ujenzi wa tenki la Manyamanyama Mgaja bilioni 1 na milioni mia moja thelathini na mbili <coughs> Fedha tulipewa kwa ajili ya kujenga tenki lenye ujazo wa cubic mita laki 1, lakini zilipofika zile fedha mimi nilikutana na mkurugenzi wa Buasa dada yangu Esther Gilioma na rafiki yangu na engineer Abuasa nikawaambia hizi fedha ni nyingi kwa ujenzi wa tenki la laki moja. Na mimi nimepita pita kwenye vizabuni huko zamani. Nikamwambia tenki la laki moja, bilioni moja hela nyingi. Kwa nini si tusikae chini tukabadilisha mchoro? Wakasema mpaka waombe ridhaa. Kwa hiyo akaomba ridhaa, waziri akatukubalia kuongeza. Na akajikomiti mkurugenzi kwamba zikipungua ataongeza mapato yake ya ndani. Kwa hiyo tukaruhusiwa kubadilisha mchoro kujenga tenki la lita laki moja na nusu. Kwa hiyo tenki ililojengwa pale sasa lina ujazo wa lita laki moja na nusu. Tenki limekamilika, kazi inaendelea, lakini baada ya kukamilika tenki hilo, fedha ilibaki. Baada ya fedha kubaki, tulikarabati tenki lililo kwenye hospitali yetu ya Manyamanyama, nafikiri wote mnaliona, pigwa rangi na likaongezwa likawekewa na uzio. Fedha ikabaki, tukaongeza mtandao wa chini kilomita 2.5 katika mtandao uliokuwa kwenye bajeti. Tukamaliza, lakini fedha ilibaki Tanzania shilingi milioni tano, ambayo ilibaki kwenye mradi wetu. Na siku nimemwalika wazi naibu waziri wa maji kuja kutuzindulia tenki letu, tulimkabidhi mradi na tulimkabidhi change ya Tanzania shilingi milioni tano ili akawahudumia watanzania wengine <todicum> ya hapa kwa ujumla wake, mapato ya ndani ya halmashauri, vyanzo mbalimbali na fedha kutoka serikali kuu tumefanikiwa kuletewa na serikali ya Dkt Samia Suluhu Hasani kwenye kata yetu ya Manyamanyama fedha ambazo ni Tanzania shilingi kwa miaka mitano, fedha ambazo tumepata kwa ajili ya miradi yote ni bilioni mbili milioni 282 laki 8 na shilingi elfu tisa. Tumpigie makofi mama Samia, CCM, Chama cha Mapinduzi. Simama mbele yenu kwa ajili ya kuwashukuru kwa, kwa yale yote yaliyoendelea kwenye mkutano huu wa ndani kubwa zaidi. Mimi sitakuwa na cha kuwalipa, nilichowalipa nimewaleta mbele yenu. Namshukuru mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya kwa kipindi changu cha miaka mitano. Nawashukuru wana CCM wote kwa umoja wenu bila kutaja makundi mliomo humu ndani na walio nje kwa namna mlivyonipa ushirikiano kwa kipindi cha miaka mitano. Mwisho yote kwa yote tumtangulize mbele mwenyezi Mungu ishara tukibarikiwa, Mungu akinijalia afya, tarehe ishirini na nane mchakato wa ndani ya chama unaanza, na mimi kijana wenu mtiifu nitakuwa wa kwanza kuchukua fomu. Anayepanga ni Mungu, tumwachie Mungu. Nitakuwa wa kwanza kwenda kwenye ofisi za sisimu ya kata kuchukua fomu kwa ajili ya kuwatumikia mtakaokuwa tayari. Karibuni kwa kunisindikiza, asanteni.